Wanaharakati wa kupambana na dhuluma za kijinsia wametoa hamasa kwa wakazi wa eneo la Kitengela kaunti ya Kajiado kuhusu namna ya kukabiliana na dhuluma za kijinsia. Kwenye kikao hicho wananchi walieleza wasiwasi kuwa bado visa vya wanawake, watoto na wanaume kudhulumiwa vinaendelea, wakisisitiza haja ya wahusika kuchukuliwa hatua wa za kisheria ili kukomesha tabia hiyo. Robert Masai anaarifu zaidi. Ilikuwa ni moja kati ya misururu ya vikao vinavyoendelezwa na wabunge wa kike nchini kujadili namna ya kupambana na dhuluma za kijinsia. Uh, kwenye mkutano huo ilibainika kuwa licha ya kampeni ambayo imekuwa ikiendelea nchini bado visa vya dhuluma hasa kwa wanawake na watoto vingali juu zaidi. Uh, actually in

Uh, men have also gone through the same. And so we decided as leaders, let us engage the community. Let's engage the people. Let's get to hear what causes this kind of animosity, this kind of hatred. Kadhalika wanaume waliohudhuria warsha hiyo wanasema licha ya kudhulumiwa nyumbani na hata katika sehemu za kazi wamelazimika kusalia kimya kutokana na unyanyapaa ambao wanapitia wanapojitokeza kuripoti. People are suffering in silence, especially men.

Kwa kauli moja waliozungumza kwenye kikao hicho wametoa wito kwa wananchi, mashirika ya kupambana na dhuluma za kijinsia pamoja na serikali kuendelea kukaza kamba na pia kutoa hamasa kwa umma, tuwe na seminars hasa kwa makanisani, hasa kwa makanisani, tuwe na mikutano a, kwa familia pia. Watoto wetu wakubwa, wetu wadogo wetu tuwafunze. Tumefundishwa tu, tu, kama wakati mambo zetu haziendi mzuri, tunaweza kuongea. Kuna machief, kuna, kuna vile organization tunaweza enda na tupate usaidizi. Wakati hayo ya kijiri, jopo lilobuniwa na rais William Ruto linaendelea kukusanya maoni kuhusu ukatili wa kijinsia nchini katika harakati ya kutegua kitendawili cha dhuluma ambazo hata zimesababisha vifo. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kitengela, Kajiado Mashariki.